Ningependa kuzungumzia kuhusu upandikizaji wa figo ambao tunaita upandikizaji wa figo. Hii ina aina mbili: upandikizaji wa figo kutoka kwa mtoaji hai aliyehusiana, na upandikizaji wa kiungo kutoka kwa mtoaji aliyefariki. Zote mbili zina faida nyingi. Kwa hivyo kwa ujumla, wakati mteja, wakati mgonjwa ni kijana, kama vile una mpokeaji kijana katika kundi la umri wa miaka 18 hadi 60 au 65 upandikizaji wa figo unatoa ni chaguo bora kwa wagonjwa kama hao wenye ugonjwa wa figo katika hatua ya mwisho tunachokiita ESKD. Tunahitaji wafadhili kwa madhumuni haya, na tunafuata sheria za jumla za uhamishaji damu, kama vile ulinganifu wa kundi la damu ni muhimu sana. Kisha tunafanya vipimo kadhaa ili kuhakikisha kuwa mtoaji yuko salama na mpokeaji yuko salama. Hatuchezi kamari na mtoaji kwa ujumla matokeo ya upandikizaji wa figo kutoka kwa mtoaji hai aliyehusiana ni mazuri. Uhai wa kiungo cha mwaka mmoja na uhai wa mgonjwa wa mwaka mmoja ni zaidi ya 95 asilimia na uhai wa kiungo cha miaka mitano na uhai wa mgonjwa wa miaka mitano ni katika asilimia 90. Kwa hivyo ina matokeo mazuri sana inapofanywa kwa njia makini sana, na pia mambo ya mtoaji yana mchango. Lazima tuchague mtoaji kwa uangalifu kwa hali bora wanapaswa kuwa na uhusiano na lazima kuwe na ulinganifu wa kundi la damu. Zaidi ya hayo, kuna mambo kadhaa na yanazidi wigo wa mazungumzo haya. Ni zoezi la umakini mkubwa. Tunapaswa kuwa waangalifu sana katika kuchagua mtoaji. Mtoaji wa kiungo kilicho na ugonjwa ni chaguo ambalo, ni chaguo zuri sana ambalo limehifadhiwa kwa wagonjwa ambao kwa sababu fulani hawana watoaji walio hai na wanaohusiana kwa hivyo hii inafaa, na hapa tena tunaangalia mambo mbalimbali yanayohusiana na mtoaji. Muda wa ischemia ni moja ya mambo muhimu zaidi. Tasnifu yangu ilikuwa juu ya vigezo vya mtoaji wa kiungo kilicho na ugonjwa. Kwa hivyo muda wa ischemia, kadri upandikizaji unavyokuwa mapema he. Uvunaji wa figo, kiungo kilichovunwa kinapandikizwa, matokeo yanapaswa kuwa bora. Hapa tunaangalia utangamano wa kundi la damu na upimaji wa msalaba tunachokiita upimaji wa msalaba wa sizi. Matokeo ni mazuri kidogo, kwa kweli bora kuliko chaguo la usafishaji damu, lakini yana asilimia 90 hadi 95 ya kuishi kwa mwaka mmoja kwa upandikizaji, kwa mgonjwa. Kwa hivyo hii pia ni nzuri, tunaona, tunafurahi sana kuona kwamba wagonjwa wetu wengi wapokeaji wanafanya vizuri pia kwenye orodha ya viungo vya mtoaji aliyekufa. Kwa hivyo ni njia muhimu.